Assalamu as alaykum assalamu alaikum shalom elekem This is Zanzibar University, ZUFM. fm uh, kwenye ZU Column na leo tuko na the living saint, our brother Dr. Karibu mzee uh, uh, I'm happy leo kukutana na wewe baada ya um, muda muda mrefu kidogo muda mrefu kidogo

kupewa na wazazi kabisa. Okay, okay. Living Saint imetokana na katika ukuaji tu. Okay. Mazingira ambayo amepitia changamoto, furaha, kwa hiyo ilikaje ikapatikana? Ni gradually li kabisa ilitokea. Mm -hmm. Halikuwa ni mpango lakini kutokana na mazingira ndio wa alikatokea Living Saint. Actually, ni Free Love the Living Saint. Uh, Free Love the Living Saint. Nani alikupa Free Love the Living Saint? Bwana Freela, au kwanza jina Freela, kama Freela limetokana na majina yangu mawili. Okay. Actually, mimi ni Christian na ndio Catholic, kwa hiyo mm tuna, kuna Baptist name alafu na jina la kipemara. So Godfrey ni my Baptist name, okay. Na so, Angelus ni my ni jina la kipemara. Oh, so, unaitwa Angelus pia? Yeah, ni jina langu Angelus pia. So katika kati za ujana ukuaji ule kutafuta tafuta majina ajikuta yeah. Nikatengeneza jina la Frey kutoka kwenye Godfrey na kwenye Angelus nikatoa sasa, lakini pronounce uki au nilikuwa naona mbona ile kitu kama I sound good, unajua. Okay, so kwenye ile lelas au rules, nikasema let me put love. So, wewe ni alumni hapa, wewe ni alumni yeah, lakini pia ni mtu ambaye umetoboa sana yani, yani tukiongelea vijana wa Zanzibar University ambao wametoboa kwenye tasnia ya sanaa kwenye mainstream, brother you did good. Uh, kuna kazi zako ambazo wewe, watu wengi wamekuona, tumekuona kama daktari, tumekuona kama uh, manager, tumekuona maeneo mengi sana so uh, tunaomba utupe sisi, mashabiki zako, mbili tatu uh, kazi ambazo umezifanya, malengo ambayo umeyafikia, give us a story kidogo tu kujue Nimefurahi kwanza kusema kwamba kazi zangu zinaonekana, ingawa zinakosi. Kazi zangu ni kazi ambazo za taasisi fulani though, kutokana na kuonekana kwetu, ndio maana watu wengi wanatuadress kama ni kazi zetu okay. Ila appreciate that. Kwanza naweza kusema safari yangu ya sanaa kwa upande wa chuo ilianza na jamaa mmoja ambaye ni mwanafunzi hapa hapa, jamaa fulani anaitwa Oh, so nataka kusema ZU kuna vipaji vingi sana ambavyo uh, kwenye moja na mbili vina inspire watu ya. Kwa hiyo mimi mpaka ikafikia kuwa na kuwa online, naonekana ni kwa sababu ya brother mmoja, ni Salim. Nilikuwa kuna kipindi hapa ZU nilikuwa tunawasiliana naye kawaida nini, sasa siku hiyo akanipigia simu kwa na jio, baada za sanaa kuna kitu fulani na fulani. Sasa mimi nikachukulia kimasiara tu. Nikafika pale baraza la sanaa. Na, I remember I was in first year. Pia baraza la sanaa, e baraza la sanaa pale nikakuta wao wanafanya mazoezi ya kuigiza ilikuwa kwa ajili ya mtoto wa Afrika, na by that time walikuwa wana taasisi ambayo wameanzisha ilikuwa inaitwa currently inaitwa zahla nadhani, ilikuwa inaitwa Zua. Ilikuwa Zanzibar Universities Arts Association, so na mimi nikaingia pale na mimi nikajifanya kujoin join nao kidogo. Kwa bahati nikapewa simu na karakta nilopewa, nilipewa kama baba so baada ya pale karakta nikaibeba, nikaonekana kwamba nina kitu wow ya yeah, nikaonekana nina kitu. So baada ya pale nikawa sa nimejoin rasmi na ile kundi, na brother Salim, yeye akaamua ku drop out, akaamua kutuachia sisi bila. Sisi mbona tukaendelea nayo so kwa taasisi hii ndiyo nikaanza sasa kupata nafasi, nikaanza kuitwa kwenye vyama vya filamu Zanzibar. Baada ya wasanii wa Zanzibar wakaanza kuniita, lakini mwanga ulionekana baada ya kuja Wachina. Wachina walikuja Zanzibar hapa kwa ajili ya kushoot filamu. Sasa tulikuwa tunafanyiwa interview, so wale jamaa wakati ufanya interview The guy alini appreciate sana kwa sababu walitamani nicheze scene tatu mpaka nne, which was difficult kwa sababu kwa pia same face in four different scenes ilikuwa highlight mantiki yoyote. so kanichagulia scene moja nizicheza na nikazicheza vizuri. Wao wenyewe walifurahi sana. Baada ya pale sasa kuanza kutokea, kuanza kuonekana kwenye kazi zake na wakaja Abo wakaja akachukua kazi yake, wakaja JB akachukua kwenye kazi yake, so nilipata shao sehemu nyingi, ingawa sasa ilikuwa inanipa wakati mgumu sasa, sometimes ku, ku- balance kazi na masomo, kwa sababu nilikuwa bado nasoma na pia nilikuwa siara, so kutokana na malipo mengi ilibidi sasa pia hata usiara kidogo e, yes. Watu wengine e, watu wengine, nisingeweza kufanya majukumu yeah, mengi kwa wakati mmoja, lakini luckily enough na shukuru Mungu nilifanikiwa, baada ya sehemu mbalimbali na watu wakawa wanaziona kazi wakanipigia simu. Yo bro, kuna sehemu fulani ili ili. Na hivi na kilicho ni surprise kimoja ni kuna wadogo wangu fulani nilikuwa nao Kibiti, wale majamaa walikuwa jeshini so nadhani siku hiyo walipata nafasi ya kuangalia TV. So katika harakati za kuangalia television, wazee wakawa wanacheki tamthilia ndo mawili mm, mawili yes, yes, unaoga on TV ya ya Azam TV walipocheki, kwa jamaa kasema, mbona kama bratha wangu, umeona? Mm, nacho mm, kifanya sasa. Kwa napiga picha akanitumia, bro, umeona huyo jamaa akafanya na wewe, ndio inawezekana duniani wawili wawili. Unajua sikutaka ku express moja kwa moja sasa kwanza kuishi ile maisha ya ustaa sasa, nilianza kuyaona, lakini sasa sikuweza kuishi ustaa kwa sababu bado sikuwa star, ni underground, you see. So vitu nilifurahi, kwa sababu niona ndugu zangu wameona kazi, niona watu wengi waliona kazi. Hapa nilipigia simu, kwa sababu kuna same flag, keep up, keep up, keep up, nambia ndio tunapambana, lakini kumbe ndo ilikuwa mlango wangu ili sasa kutokea. I remember tulifanya kazi na JB na Renoir wale watu bwana, ni watu ambao ni professional sana, lakini mpaka wakitokea, ame appreciate, maana yake kwa umefanya jambo kubwa, tunaenda kufanya kazi na. By the way, walichukua mapema tu kutoka sehemu yao, kwa sababu walifuata paka sehemu nilipoka, okay, walifuata na gari wakichukua. So the issue is, watu wanachukua si kupata script yangu. Mpaka tunafika tunafika, eneo la hoteli, hoteli fulani inaitwa Lamasa Tumefika okay. Okay, mida ya saa saba hivi wakaanza kushoot. Huwezi amini kuanzia saa saba mpaka saa kumi na moja jioni sikukuwa script, so imefika muda sasa wa kucheza nafasi yangu kaka mkubwa jaibia, naita sasa meneja, meneja jamaa kaniambia yes, so tumeenda pale na sijui naenda kuongea nini So, ali panic kidogo, brother. Lakini, nikatua script yangu. Within two minutes, nikawa, nikakichwa ni. Mwana. Na unexpectedly, when you have weza kwa mika matungeza kushoot ile script, ile scene kwa dakika kumi. Kwa sababu wale, wale expect kwamba nitawa let down kutukana nishilo kukua script alafu script yangu likuwa na demand vitu vingi sana virefu. Na actually pia li ni demand mimi wa mkali kwa mastaa wa Tanzania. Yaani ilibidi sasa niwe mkali niweze kumfokea Irene Moya. Then wow. Pia niweze kumfokea uh, Mariam Ismail. Wow. Then niweze kumcool down Pacho Mwamba. Which ilikuwa ni difficult sana lakini, nikasema kama umeweza kunipa mimi single, ni sasa nisipige to the maximum, ambao wewe uweze to appreciate. Mimi nipige kwa nyasha. Course nilipiga mpaka ile eh, dada ilewa eh, well, uh, yeah, anambia bro mbona nikiambia kama unanijua eh, eh. <laughs> hivi <laughs> unaona, lakini nikambia eh, usiwaze dada, kwa sababu mimi niko kazini, hata mimi nipige kazi yangu. Yes, yes unaona yes, lakini yes. Mimi nilifurahi eh, yes. Ni ye, wakubu, yes. Kwa namna fulani watu wao walipokea hiyo kwamba yaani dogo hajaogopa kama yuko na mastaa makubwa au mavipi yes, kwa hiyo ikawa vile, lakini nashukuru sana eh, imefikana mpaka nikafika ikulu kwa mama. Yes. Yes. Sanaa imemfanya mpaka amefika Ikulu, yes. Ikulu kwa mama kabla tujende, ikulu kwa mama kabla tujende, ikulu kwa mama nataka utuambie. Ikulu kwa mama tutafika, yaani kwa mama lazima tuende, ila nataka utuambie ni kwamba ni changamoto gani ambazo kwa sababu wakati unafanya uh, Mawio, wakati unafanya Mzani wa Mapenzi haukuwa huko mkubwa sana, si ndio? Ulikuwa bado ndo unachipukia una kwenye sanaa na probably kwa Zanzibar au Zanzibar University ni peke yako. Hata kwa vijana ambao ni wa, wasanii wa Kizanzibari, nahisi ni wachache sana ambazo, ambao wamefanya hizo hizo kazi, si ndio? Nataka utuambie ni changamoto gani wewe kama msanii chipukizi, wakati unafanya hizo kazi ulikuwa unapitia, kabla hatujaenda ikulu kwa mama. Uh, unajua changamoto zipo lakini ono, kuna muda ambao hata mimi nimeweza kuona kwamba changamoto tunazita sisi wenyewe okay. Kwa mfano wakati naanza kushuti na Mawio nilikuwa chance ya kushut, lakini nilikuwa na hofu, niliweza kuwa na ile hofu kum, kum, kum, kum. Zara, na hofu kwamba niko na star mbele yangu mona, so ilikuwa imeniia ili ugumu kushut kwa sababu kupelea kulikuwa kuna jambo, kulikuwa kuna uh, dada Aisha isi na pia ni kwenye Ramadhani umeona sasa, lakini ile hofu nilojitengenezea ndio kanifanya kwamba nisiweza kushuti vile, kwa sababu niliaminiwa kupewa nafasi, lakini ile la nafasi sasa nikaza kujitengenezea hofu, ndipo nikaza kuamini kwamba ok, sometimes challenges tunazitengeneza sisi wenyewe. Inawezekana ukapata fursa